lioandamana na mkurugenzi mkuu wa Kanko Fisheries County Fisheries, kwa niaba ya mkurugenzi wa uvuvi kaunti ya Kwale, uh, Kenya Fisheries Service, ndugu yangu Crispus na Pierre Lesoy kwa niaba ya serikali kuu, uh, Madam Emil kwa niaba ya Kenya Marine and Fisheries Research Institute na wageni mbalimbali mlioandamana na mgeni rasmi, kina baba na kina mama wanachama wa Jimbo BMU hamjambo. Ah, kwa majina mimi ni Mwambuiza Tueni senior secretary Kwale County, vile vile mshauri wa masuala ya sheria wa Jimbo BMU na vile vile na kaimu kama mwenyekiti wa imradi ambao tunazindua leo. yangu tu, kwanza nitoa fursa hii kuwakaribisha wageni katika ardhi hii ya Jimbo, mjisikie uhuru na mjisikie mko nyumbani. Pili ni kuwashukuru kwa kuacha shughuli zenu kuja kujumuika na tua jimbo kuadhimisha shughuli hii adhimu kabisa. Kwa haraka haraka, labda kuna mwakilishi wa Vanga Beach Management Unity, dakika moja usalimie e, fisheries wote wai. Assalamu alaykum. E, nafikiri kwa majina mnanijua, ama kwa wasionijua Machangare Musa Gau ulrahmatullahi wabarakatu Bwana Yesu asifiwe. Eh, wageni waalikwa, wenyeji wa jimbo na wenzetu kutoka sehemu mbalimbali ambao tuko hapa kwa lengo moja, sisi tumeshukuru kupata hii fursa ya kuwa hapa na mimi kwa majina naitwa Mohamed Wakari Nasoro na kama director katika chama cha mchongo Vanga CBO. Sisi kazi yetu kubwa ni sana kuelimisha jamii kupitia sanaa. Kwa hiyo tuko hapa leo. Ndio kazi yetu. Nafikiri bado uko njiani, lakini tunafanya kazi na VJCF kwa sababu wao wanahifadhi msitu wa mkoko na katika Forest Conservation and Management Act 2016 ibara ya 45, inasema roles of mangrove in fisheries. Kwa hiyo ni watu ambao tunafanya kazi nao vizuri. Vile vile kuna Vanga Blue Forest pia tumewaalika. Nafikiri wamedharurika, wako njiani, lakini wataungana sisi wakati wote. Hawa, pia mheshimiwa mgeni rasmi, ni watu ambao tunawathamini sana. Ni katika mradi huu watu hawa pia wametaka kutuunga mkono upande wa co-financing. Nitazungumzia yale mambo mawili ambayo nimezungumziwa, niweze kuyaleta, na vile vile tutakuwa tukichanganya lugha labda ya kizungu, Kiswahili, kama Kiarabu pia tutakuwa tunajumuisha ili tweni. Basi, kwa haraka haraka mgeni rasmi, aa, kama alivyojitambulisha ni Mwambuza Tweni, aa, senior secretary Jimbo BMU, vile vile ni legal advisor BMU, na pia na kaimu kama mwenyekiti wa imradi ambao tunaendeleza, aa, kitengo cha Jimbo BMU kilianzishwa mnamo mwaka 2007, chini ya sheria hh ya uvuvi kifungu namba 306. Milioni mbili na laki sita hizi ni fedha ambazo zitakwenda in disbursement as we are talking mheshimiwa. Uh, ma rasmi, we have received 5980 US dollar equals to 767,000, ziko katika account yetu ya Jimbo BMU tumepokea laki saba na elfu sitini na saba ziko katika benki uh, ya BMU zinawelea. Hiyo ni disbursement ya kwanza, disbursement ya pili tunatarajia kupokea mwezi wa saba ambayo ni 11,100 plus ambayo it's equal to 1.5 million and the last disbursement itakuwa tarehe 31 mwezi wa 4 2025. Uh, mwezi wa 7 2025 ambapo tutapokea uh, dola 1998 sawa na shilingi laki mbili na elfu sitini na nne. Hiyo ndio mtiriko wa fedha ambazo tutaweza kupokea uh, <coughs> activities shughuli zile ambazo tutatekeleza kwenye mradi huu ni shughuli kumi, na kumbuka ya kwamba shughuli hizi ziko mara mbili. Mara ya kwanza ni fedha ambayo tutapokea kutoka kwa uh, small grant program na GEF na uh, sehemu ya pili ni co finance, ni zile jinsi gani sisi kama watu wa jimbo tutaweza kuchangia mchango wetu Uh, kwa haraka haraka nitazungumzia kuhusu uh, request from grants zile ambazo tutapokea tapokea. uh, for example first activities it purchase of demarcation materials, ununuzi wa vifaa ambazo tutaweza kudemarcate sehemu yetu ya watengefu ambazo zitagharimu shilingi elfu sabini na nane uh, ni fedha taslim kutoka kwa small grant. uh, activity number two purchase of protective gears, zile vitu ambazo tutakuwa tukivaa tukiendea kule baharini kama vile uh, booties, uh, gloves, uh, snorkels, uh, life jackets. Hizo nazo zitagharimu 100,000 shilingi laki moja. Uh, shughuli ya tatu ni trainings and workshop on monitoring, control and surveillance, tourism and waste management. Mafunzo kuhusiana na doria, utalii na masuala ya usimamizi wa takataka. Uh, nayo hii mafunzo haya yatapokea yatatumia shilingi laki mbili na elfu sabini na saba from grants. Uh, shughuli ya nne ni conducting patrols. Hii ni masuala mazima ya doria. Nayo shughuli hii itagharimu 1.2 million shilingi milioni moja na laki mbili. Uh, shughuli ya tano ni masuala ya awareness campaign. Jinsi gani ya kuweza kufanya hamasa kuhusiana na kile ambacho tutakifanya. Na hamasa hii tutaifanya katika vijiji vinne ambavyo vinatumia rasilimali hii ya bahari. Kwa mfano Jimbo, Vanga, Yasini na Kiwegu. Uh, shughuli ya tano ni publicity uh, uh, awareness campaign itatumia shilingi laki nne na elfu sitini na sita. Uh, shughuli ya tano ni publi purchase of publicity materials. Publicity materials ni zile vitu ambazo zitaweza kutangaza GF Small Grant Program, zitaweza kutangaza CANCO. Sababu utakuwa tumezungumzia nyasi ni pesa ama tuhifadhi mazingira basi kuna nembo za wafadhili na pia kuna nembo za strategic partners wetu ambao ni CANCO. Uh, sehemu hii nayo itagharimu shilingi elfu tisini ambapo ni t-shirts, brochures, banners, flyers, posters. Uh, shughuli ya saba ni purchase of waste management materials. Nimesema tutaboresha utalii na tutahifadhi mazingira. Pia tutahakikisha mataka ya tupi ovyo ovyo katika maeneo yetu ya Jimbo uh, kwa hiyo purchase of waste manage, management materials tutakuwa vitu kama vile dustbins, ashe, mashepe, mareki, majembe, mapanga kwa hali ya kuboresha usafi katika maeneo yetu haya ya jimbo. Nayo hii itagharimu shilingi laki moja na elfu kumi. Vile vile kuna masuala ya project implementation committee, kamati ambayo itaendesha huu mradi tutagharimu shilingi laki moja ya kuweza kusimamia hii mradi. Labda mtu atashangaa ni pesa ndogo hii, ilikuwa tulianza kwa tumejitolea tutafanya kama co-finance, lakini baadaye tukaona tuweke pesa angalau ya kuweza kusaidia hapa na pale. Hpanapa uh, ya tisa ni masuala ya uh, project officer wages ni yule atakuwa akitusimamia kuongoza huu mradi, naye nayo shughuli hii itagharimu shilingi laki mbili na elfu arobaini ah, uh, vile vile